Naomba chukua jambo hili na alifanyia kazi kwa makini kwa sababu ni kitu muhimu sana ambacho kinaweza kukusaidia wewe kama kiongozi ama unayenuia kuwa kiongozi siku za usoni, kwamba kuna watu kwenye taasisi hawana cheo, lakini wana nguvu, wanaweza kushawishi watu na watu wakaweza kufanya eh, kazi fulani. Hao watu huwa tunasema ni leaders without title, ama ni viongozi wasiokuwa na cheo. Nikwambie, unaweza ukaenda kijijini ukakuta kwamba kuna mzee fulani, watu wanamfuata kwa ushauri eh, wanamshirikisha mipango yao e, wana wakati wa matukio, anafika anasaidiana nao katika majukumu mbalimbali. Watu wanampenda wanamfuata na wanamsikiliza. Kwa nini? Kwa sababu bila shaka anajua shida zao, anajua tabu zao na anashiriki tabu zao. Katika taasisi zetu pia Eh, kuna watu ambao unaweza ukakuta ni mtu wa kawaida tu wa chini tu. Nichukulie mathala ni labda mfagizi eh, au mfanyaji eh, mfanyakazi wa usafi katika taasisi. Usimchukulie tu kawaida, anaweza akawa eh, sio kiongozi mwenye cheo, lakini akawa na ushawishi mkubwa sana kwenye taasisi na hata kuna uwezekano akamwombea mtu ajira katika taasisi na mtu akapata, kwa sababu tu ya yule mtu ambaye wewe ulikuwa unamuona ni wa chini. Kwa hiyo hawa huwa tunawaita kwamba ni leaders without title. Ni viongozi wasiokuwa na nini? Wasiokuwa na cheo. Wana nguvu fulani kubwa tu katika taasisi, ingawa wao hawana cheo, na hawa huo ni watu muhimu sana. Viongozi makini sana huwa wanajaribu kuwatafuta hawa watu, nani ambaye ana uwezo wa kushawishi jambo fulani likafanyika. Wale watu viongozi wanawatumia, ili waweze kupata matokeo chanya katika taasisi. Napenda nikuambia kwamba usije ukaunderestimate hata kidogo juu ya watu ambao wana uwezo wa kuwashawishi wenzao anafanya majukumu fulani katika e, katika taasisi. Wewe jiulize kwa nini, wewe kama kiongozi, jiulize kwa nini watu wakufuate wewe. Wewe unayo vision ama maono ya kuwafanya wao wakufuate? Unayo hekima ya kuwafanya wao wakufuate wewe? Unayo busara ya kuwafanya wao wakufuate wewe? Unao uwezo wa kuwasikiliza ama kushiriki katika matatizo ambayo yanawahusu wao, ili na wao waweze kukufuata wewe, waseme naam, huyu ni kiongozi wetu, anashiriki pamoja na sisi, na anajua pia changamoto zinazotukabili kwa hiyo pip ambao tunawaita hawa eh, leaders without title ni watu muhimu sana katika eh, taasisi zetu. Na hivi, kama kiongozi ambaye eh, ni kiongozi ama unanuia kuwa kiongozi, usije hata kidogo ukaestimate power ya leaders without title au viongozi wasiokuwa na cheo e, kwa sababu wana uwezo wa kukusaidia kwa kiasi kikubwa sana taasisi katimia e, malengo fulani in a positive manner. E, badala ya kuwaacha na wao wakawa wana uwezo waka washawishi wenzao katika vitu ambavyo havifai, vitu ambavyo sio vya msingi ambavyo vinarudisha e, taswira ya taasisi e, nyuma kwa hivi, na kuomba lifuatilie hilo kwa makini na ulifanyia kazi kwa juhudi, litakusaidia sana wewe kama kiongozi e, katika shughuli zako za kuongoza, e, kuongoza watu wako. It begins with you, do your best and God shall do the rest. Asante.